Leo bahati nasibu ya Taifa ya Tanzania inatangaza rasmi ushirikiano wake na Vodacom e, M-Pesa Tanzania. Hatua hii muhimu itaweka msingi wa upatikanaji wa michezo ya kubahatisha katika usalama na urahisi zaidi kwa Watanzania wote na wale ambao watashiriki kwenye mchezo wa bahati nasibu ya Taifa. Sisi ITHUBA Tanzania, dira yetu ni kuhakikisha kuwa michezo ya kubahatisha inakuwa salama na rafiki kwa kila mtu. Kupitia ushirikiano huu na Vodacom M-Pesa, tunahakikisha kuwa mamilioni ya wa Watanzania wanaweza kufurahia na kushiriki katika michezo ya bahati nasibu ya taifa kupitia jukwaa la Mpesa kama mnavyolijua ni jukwaa kubwa sana na ni brand kubwa sana Tanzania na ina watumiaji zaidi ya milioni 26 na huo ndio ulikuwa ndo msingi mkubwa sana wa ushirikiano wetu leo kati ya sisi na bahati nasibu, kati ya bahati nasibu ya Taifa na Vodacom Mpesa kuweza kupata eh, Watanzania wengi na kuweza kuhakikisha kwa kwamba wanaweza kushiriki, kushiriki katika mchezo wa bahati nasibu wa taifa. Ushirikiano huu utajenga na kuimarisha uaminifu pia kwa washiriki wa michezo ya Bahati Nasibu ya Taifa, kwa kuwa kama mnavyojua M-Pesa ni mfumo wa udhubuti na ni mfumo ambao umekuwa ukifanya kazi katika soko la Tanzania kwa muda mrefu. Tuna imani kuwa ushirikiano huu utakuza ujumishaji wa kifedha, kuongeza imani katika sekta ya michezo ya kubahatisha kidijitali na kuhamasisha ushirikiano ndani ya sekta. Kwa kutumia mtandao imara wa Vodacom Tanzania, tunaanzisha kiwango vipya ukuaji na ufanisi wa mfumo wa Bahati Nasibu ya Taifa. Ningependa kutoa sana shukrani za dhati za Vodacom Tanzania na timu nzima ya M-Pesa ambayo imeweza kukaa na timu yetu ya Bahati Nasibu ya Taifa kuweza kufanikisha ushirikiano huu. Mustakabali wa mchezo wa kubahatisha nchini na wadau wote na makampuni yote ya kiteknolojia, wauzaji na rejareja wataweza kushiriki katika Bahati Nasibu ya Taifa kupitia mfumo wa M-Pesa. Naomba ushirikiano huu uwe wa maendeleo, uaminifu na maono makubwa. Naseme tena asanteni, na bahati nasibu ya taifa inakuja. Amini, cheza na ushinde. Kwa hakika tunashukuru, uh, bahati nasibu ya taifa kuchagua mpesa kwa maana tunajua kwa kwa wao kutuchagua sisi, kuna huduma lukuki ambao wanaweza kuzipata kutoka kwetu zenye usalama na uhakika wa hali ya juu, na pia tukiwa na lengo la kuipeleka Tanzania katika ulimwengu wa kidijitali. Uh, zifuatazo ni baadhi ya huduma uh, so uh, mbalimbali ambazo unaweza kuzipata na vitu uh, virahisi ambavyo vitasaidia Ithuba au uh, uh, hii bahati nasibu ya, ya, ya taifa. Cha kwanza ni urahisi na usalama kwa wale wote ambao watakuwa wanacheza bahati nasibu ya taifa, watakuwa na urahisi kwamba wanaweza kucheza muda wowote, wakati wowote. Hata mtu akiwa iko nyumbani kwake amelala kwenye kitanda, anaweza kawa na urahisi wa kuweza kucheza, na hiyo tutaiwezesha kwa kutumia nini? Mpesa. Kwa hiyo wateja wetu wote wa milioni au milioni 26 wataweza kuweza kucheza bahati nasibu kwa urahisi. Alafu uh, pia upatikanaji upatika ambao ni watapata huduma kwa masaa 24 siku zote za wiki, kwa muda wowote, wakati wowote, mtu anaweza akacheza batnasibu kwa kutumia M-Pesa na akaweza kujishindia pia miamala ni salama, watakuwa wanafanya miamala salama kwa muda wote unafanya kwa sababu kwasababu Mpesa tuna jukumu la kulinda miamala ya wateja wote wote. Kwa hiyo miamala yao wta-wanakuwa na uhakika itakuwa ni salama, na pia wataweza kushinda kwa usalama. Ujumuishaji wa kifedha, kwa hiyo kupitia kwa njia hii ya Mpesa na kucheza bahati nasibu, tunawajumuisha wateja wetu wote kuweza kuweza kucheza uh, hii bahati nasibu kwa kupitia simu zao na pia wao kuweza kupata ha, kipato kwa kutumia M-Pesa. Pia tumezingatia ubunifu kwamba tumehakikisha kwamba wateja wetu pia wa M-Pesa wanaweza kujikita katika kushindania uh, na bahati zozote mbalimbali ambazo zinaweza kuwa zinapatikana uh, katika bahati nasibu ya Taifa, na kwa hili tunalinda mabadiliko ya kidijitali kwa wateja wetu, kwa sababu tunakuwa tunawawezesha waweze kucheza huu mchezo kwa kidijitali, sio lazima kuwa wanaenda kuenda kutafuta uh, maeneo kwa ajili ya kulipia, lakini sisi tunawezesha kutumia M-Pesa, anaweza akacheza kokote pale kwa njia ya kidijitali.